Samuel Omondi Okoth mwenye umri wa miaka 21 ana matumaini ya kutembea tena baada ya kuponea chupuchupu chupu wakati wa maandamano wa ya Jumanne manne nam. Alipigwa risasi nane za mpira mgongoni, ambapo madaktari katika Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta wamefaulu kuondoa wa risasi saba. Ya mwisho, ambayo bado imejikita karibu na uti wa mgongo, inatishia uwezo wake wa kutembea haikuondolewa. Ode na ndiyo sababu Francis alimtembelea hospitalini na kuandaa taarifa ifuatayo. Yalitarajiwa kuwa maandamano ya amani, lakini kwa Samuel Omondi Jumanne tarehe 17 iligeuka kuwa jinamizi. Maandamano yaligeuka na wahuni wasiojulikana kuwa vita. Katika machafuko hayo, Samuel alijeruhiwa vibaya, risasi nane za mipira zilimpata. Ha, hmm. Nguo zake zilizochanwa na risasi hizo bado ni kumbukumbu -kumbu ya uchungu, na sasa amelazimika kutumia mfuko wa plastiki kwa haja ndogo. Samuel anadai afisa yule yule wa polisi aliyempiga risasi muuzaji wa barakoa Bonfes Karioki ndiye aliyemfyatulia risasi baada ya kumuuliza kwa nini alitaka kumuua Karioke. Unaona, hu polisi hapa nilikutana, hmm, mm, mm, naye alitoka nyuma ya gari hivi naye hivi tukakutana naye, so ilikuwa nimwongelesha after hu jamaa anauza mask amepigwa, ilikuwa nimuulize ykilingin waliomsaidia wa pia walikumbana na ghadhabu ya polisi kwa mtutu wa bunduki. Wengine wawili wakarudi nyuma, wakasema hu jamaa ameshutiwa, tumsaidie. So mwingine akanishika huku, kashika hu mmoja shikilia huku pia akashutiwa mguu, akaniachiliasemabliguja naye pia. Mwisho wa wodi ya mifupa hospitalini Kenyatta, yupo Francis Oduor. Anasema alikuwa njiani kurejea nyumbani kutoka kazini wakati risasi ya mpira ililipua mguu wake. ilia a niende kwa matatu kidogo, mwingine alikuwa mbele yangu kama pale na ndio Wanaume hawa wawili wanawakilisha majeruhi wengi wa maandamano jijini Nairobi. Maafisa wa polisi wakiendelea kulaumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kukiuka sheria ya kulinda watu na mali yao. Ode Francis, Runinga ya Citizen Nairobi.